Mara ya kwanza alinitoka al, al, al, kwenye reli Fid, nakumbuka kwanza, niko niko na ambua eh hey. na wakati nataka kumuuliza swali eh uh eh -huh, ya kwa sababu ambua ndo alinipa pasi eh, mdogo wangu eh, nataka kumwambia nini Fid asa, nataka kumuuliza swali. Nimemuuliza swali afa kaniambia, afu mdogo wangu, wewe unaitwa nani eh <laughs> nikamwambia, mimi nita Rich. Hapo tukoonea hapo Ah, unaonekana mdogo wangu. Kaza kaza, una kitu. Sasa unajua ashakwambia hivi hapo ushapiga. Yeah, yeah. Inakaza akija kupiga simu ya pili inaisha. Akakukata hivi. Sasa kunarudia. Alafu eh, ene ngoni kujibu simu yako mdogo wangu. Akanijibu. Sema from there nikaja kukutana naye tena nimefanya interview nyingi sana. Okay. Bwana nikubali sana. Hata nilivyoshinda tuzo nimeona alikomment kwenye post ya Grayson. Eh, alicheka tu akasema, "Nah." Eh, kwa sababu tulikuwa tunikwambia na mtu nyaga anambiwa na ile video yako ya ya, ya guroli ile mi naitaka ile ni, ni, kwenye video tutokee. Mlakasema sa mdogo wangu, hiyo nabi nikupige uwe kama umechakaa hivi mdogo wangu, kwa sababu mdogo wangu bitozi sana mimi nikufugishe manywele, kwani ni mabrother wewe, fani sana una utani sana ni mabrother ambao tulikuwa tukiwa mimi nikiwa nikiwawaza yani kwamba ah, hivi unakuwaje, unakuwaje una urafiki na fidikiu? Unajua kwa sababu ni mabrother ambao ukisikiza mistari yao ngoma zao, unaona kabisa kwamba ah, mabrother sijui anafikiri akili nyingi sana eh, kwa tukiona kama tuko nao karibu pia na wanatusikiliza tukiwauliza vitu, wenyewe wanaona kabisa kwamba tumeuliza vitu vinavyo sense, ni kitu kikubwa sana Charles kwa feed actually ame aingia kwenye production ya muziki na ngoma yake ya kwanza inaitwa Wangu Wango ame, ame produce ngoma ya Damian Soul. Sure. So baada ya kuwa nimeona hiyo uh, nikasema dae bana, eh bwana, kuna transformation nyingi sana ya watu Sure. Nikajifikiria mimi mwenyewe kwamba Sky nakuja na album yangu. Haya uh, ni mtangazaji alafu uh, fidi tunajua ni rapa anayetengeneza muziki sasa hivi kama dae. producer. Ae. DJ Domi yeye yeah, pia anafanya anajifunza production sasa hivi, you know? Unaona na yani yeah. Wale wadau wa muziki unajua ukiwa mtangazaji ni rahisi sana kuwa DJ, sure. Kuwa rapper kuwa nini ni, ni, ni vitu vinavyo au au msanii kuwa mtangazaji tunaona sasa hivi podcast kibao Joe, eh, na Jada ni wa wana, ni podcasters eh, mtu kama Joe Baden pia yeah. Ameshafanikiwa na vitu kwa hiyo so, transformation katika hii kazi yetu kuhama kutoka kuwa rapa kuwa mtangazaji kuwa mtangazaji kuwa DJ, DJ kuwa producer ni vitu vya kawaida sana.